Angalia, mtoto mdogo ni nyuma ku tafanya kuchumiwa mahindi, abateta mdomo. Unataka kumwamsha sasa, unajisumbua sumbua tena. Nani kaamka akasema nimeona muhimu wa kuweka kile chakula kubakisha, nani Mlewa.

najua sababu, bwana. Shule kwanza, tulale baadaye, njaa itauma. Na sasa ndio hivyo, kubali maneno yako. Ona hapa ni hapa sahihi, hapa ni balaa, onatoka shambani So kabisaaa, maindastendi ya unatoka pale paipete, imesimama vipi? Shatuliwa ndimu, chumvi, yaani vitu kibao, yani unapiga simu bebi apatikani.